Mwenyekiti huyo amesema hayo wakati akifungua mkutano wa uchaguzi wa chama cha walimu CWT wilaya ya Musoma Vijijini kichama hapa mkoani Mara na kusema umoja wao ndio utakaofanikisha ili mambo mbalimbali yanayowakabili walimu yaweze kutatulika. Walimu tupendane, tusikubali kugawanywa, tuwe wamoja, tuweze kudai haki zetu pale tunapotimiza wajibu wetu. Mimi ninawapenda wote, kwa sababu sisi wote ni walimu na tumeunganishwa na walimu wetu. Watu wote ni wakwanda, lakini haki na ukweli unadumu. Tukasimamie na kutenda haki ya kila mmoja kwa upande wake. Mkuu wa wilaya Musoma, Juma Chikoka, amesema walimu amekuwa akipitia changamoto mbalimbali, lakini hawakati tamaa na hivyo amewahidi kuungana nao katika kuhakikisha changamoto zinazowakabili ambazo ziko ndani ya uwezo wake zinatatulika. Tumie fursa hii, waendelea kuwapongezeni sana kwa yote makubwa mnayoyafanya, hongereni sana waendelea. Na nawapongezeni kwa sababu nafahamu changamoto mnazozipitia hasa za Musoma vijijini. Changamoto ni nyingi, lakini pamoja na changamoto hizo hamjarudi nyuma, mmeendelea kusonga mbele. <laughs> Hongereni sana na mimi niwahakikishieni kwa dhamana niliyopewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, nitahakikisha nashirikiana na nishikamana na, na nyinyi kutatua changamoto zote, na ndio maana hapa nimepata kusikia mengi amezungumzwa hapa, changamoto na mwenyekiti wa mkoa amesema mengine yanaendelea kufanyiwa kazi, na mimi ni wahakikishieni yale yote ambayo ya yako ndani na uwezo wa mamlaka ya kwangu, kwa maana ya almashauri yoyote yule, kwenye namna yoyote akitaka kukwamisha, nitashuka naye jumla jumla. Ni baadhi ya walimu wa Msoma vijijini kukatwa kodi za nyumba, na ukiangalia wilaya yetu ilivyokaa, nyumba nyingi ambazo watumishi wetu wanaishi tuseme walimu, ni nyumba ambazo zimechoka, unalala ukiangalia anga na hesabu nyota zote. Kwa hiyo uh, Mheshimiwa, wekikupendeza basi iwe tu kama bonus kwa walimu waishi kwenye nyumba hizo, lakini wasio wanakatwa kodi. Changamoto ya tatu ni baadhi ya walimu wastaafu kuto, kutopewa nauli ya kuendesha makwao baada ya kustaafu. Uh, wastaafu hao wamekuwa kwa namna mbili, namna ya na na, kwanza kwa mujibu wa sheria namna pili, kwa namna ya iadi ya, yao ya, ya wao wenyewe. Kwa hiyo wanapokuwa wanafikia ukomo wa utumishi wao ni vema eh, wakapewa nauli mapema ili warejee majumbani kwao kama ambavyo wameandikwa kwenye mafaili yao. Walimu katika Halmashauri ya Musoma Vijijini hapa mkoani Mara leo wapo katika uchaguzi wa kuchagua viongozi watakaowaongoza katika kipindi cha miaka mitano baada ya viongozi waliokuwepo kumaliza muda wao. Augustine Mgendi, Azam News.